Bana niko na dadangu hapa bana Chanuo na mambo mengi sana kuzungumza naye mimi naitwa Victor Madaha. Au vipi? Kwa mambo. Kama lakini. Kwa ema. Umechangamka? Kwa nini? Kwa vizuri. Asante. Mtandao wako. Pesa zako. Aka. Unenepa wewe. Huu mji umeupa nini kwani? Kwa nini? Ah, uko juu, uko nyota iko juu baba. Eh? Hamna Mungu tu. Ch -ch -ch Chanuo ni mtu ana namna gani hasa anapokuwa mtaani na nini au masuala ya kuingiza? Ni wa kawaida tu mimi ni mpole sina hata mambo mengi. Mm. Kuna, kuna pengine hasa ujio wako kwenye Kombolela, uh, this time umeongeza sana vitu vingi, sana kuifuatilia umeongezeka pia na nini? Pengine hasa kwa hasa, kwa hasa wakati na kwa approach hasa ulichukuliaje uli na kila ambacho umeanza kukifanya. Nini outcome? Mm. Ni unachokona Kombolela ukitaja mm, kwanza, kwanza siku ya kwanza tafuta tamthilia nilipojua boss ndo kanitafuta sikulala usiku nilikuwa nafanya maombi, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa kwenye kichwa changu tangu anaanza kufanya kazi yake, nilisema huyu. Ipo siku Mungu atanijalia nitafanyeni kazi na nikawa na DM sana na DM sana kipindi niko, lakini hajawahi kunijibu kwa siku. Alionipigia kama mimi mtu fulani, nataka uje ofisini tuzungumze kuhusu kazi, nisikia kama nakufa hiyo siku kwao. Nilizidisha maombi hiyo siku na nikawa bado siamini, mpaka siku nilipofika ofisini Nikaenda kweli nikamuona, mpaka napanga naye mkataba. Yani mi nilikuwa namtafuta ili hata nifanye ukuta hata bure, afu ikaja da, ni Mungu tu yani. Hiyo kazi usiongelee kwangu, imenipa vitu vingi sana mm. mm -hmm. kwa nini sini za kuhusu maswala fani ya giza uchawi na nini? Kwa nini unapewa hizo uchawi? mm. Mimi uchawi sijawahi kupewa sana mm. Kwanza nauogopa mm. Kwa mfano kuna kitu umekiigiza kwenye kwenye unakuja, ni vitu vya kawaida. Kuna wengine wanaamini kama ni ukweli. Hiyo ni kazi, wewe ndio unaandika ile story gani? yeah. Ni ambayo ulipewa toka uanze kuia kwenye kombolela ambayo uliona mm. Hii sasa hii noma sini ya nyoka. Ilikuwa si, ni ngumu mm -hmm. ah, sana kwangu kwa, kwa sababu mdudu namwogopa sana ah, achana kumwogopa tu sio kitu changu hata changu hata nikiona kwenye TV wanangu wameweka mimi naondoka hiyo sehemu kwenye kipindi cha wanyama kama yeah. ah, mm, ni wakua, wabaridi sana kwao ah, Eh, yeah, kwa hiyo sisi nilitakiwa nimbebe ila nikashindwa kwa sababu nilishiwa nguvu sana. Alafu nilikuwa nalia sana. Kwa hiyo ikabidi tu ambebe binti msume Mm. Yeah, ila tunachoshukuru Mungu ilisha salama kwa sababu ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Yeah. Okay, sababu. Uh, nimeona ni pia sasa hivi niliko nilimwona Tunda Man alikupost. Hongera bwana. Mmefikia wapi sasa hivi? Na ukaribu wako na yeye ukoje sasa? Tupo. Sasa tumeamua kufanya vitu chinichini chini. Eh. Yeah. Mm. Ndio alio. Ndio alio tena. Yeah. E, mbona imeshapita? Mshamaliza kumbe. Mm. Labda, labda labda, uh, yeah. Depuna, ndio hiyo hiyo ya chini chini tu, maishia hapo. Mna wa kawaida, tumpole ajiheshimu. Mimi ni Mungu ndo anazoniletea hizo, kiukweli sio mnafiki mke okay, mwenzako kwa, kwa nini una nini naye yeah? Naona na mume wake sio mimi. Miwatambulishe kidogo labda kuna wajukuu, watoto pia una wajukuu watoto wadogo mk kwa miaka, mdogo. So, usanii, nani, nani, nyo, yo, kwa miaka hii umtambulishe mwenzi mke mdogo sio kweli? Kweli usanii na nini unajua watasema kwamba anachanuka toka kwa msanii kaenda tena kwa msanii watezana sasa si ndo riziki Mungu anazonipa ni fani hizi, tupe ndugu yangu, si yeah. Siwezi watu kuongea wanaongea. Yaani, hata kama ningekuwa ninaolewa na padi yeah. Bado wangeongea iwaenda, mm. kumharibu padi kwao, Wabongo, watu wa Waswahili waelewaje yeah. Mm, kwao bora ufanye kitu ambacho unaona we kinakupa sana amani sure. mm -hmm. Uh, kwako unamwambiaje hasa Tunda huko aliko uh, nampenda na sana yeah. mm. Mwanaume, mkul, bora kuliko wote mm, bado kama nitakuwa na mwingine huko nikiolewa mbele <laughs> mm, yeah. mm. Inasemekana ina kwamba mwanaume ambaye ulipata naye watoto kwa maana Madebe ni kama ameshindwa ku move on ama wewe au yeye, mmoja ni anasemekana ameshindwa ku move on. Hivi kuna ukweli katika hilo? Unanionaje yeah? ni kama wewe kidogo lakini maneno mtandao yanaishi, kwani kwani inakuwa ni hivyo sijui, wanalichochea tu, ila mimi nishaliachaga huko zamani. Yani ukiona naongea ongea, unajua ninachokozwa sana, unajikaza najikaza. Mimi ni mwanamke na roho ndogo, yani usitake kuongea. Mimi siwasiliana na mtuawaanacholokikala mambo tu ya kibinadamu, kwenye kuna ubinadamu kuna kugombana, kwa kugombana mkishindwana. Na sasa kile kipigo mpaka leo bado kinaku. Kipigo gani? Sema gato kwamba wao walipigaga siji mwanzake, maana anachukia mpaka leo. Kweli? Mwanamke, mwanamke akikupiga kwa kweli anafanya. Inategemea mimi napenda kupigwa ndio naona napendwa. Sina bia? Eh, kwa nikipata hata hivyo mtu alopoza, poza. E. Sio sana kudumu naye. Mimi nataka mtu chakalama akijisimia yako ulikuwa unaongea. Unanielewa hizo? Eh e, anaona ya mapenzi yangu ndio anakuwa sawa eh. Kijana mashati. Eh, yani nipigwe pigwe tu. Kuna muda natamanige kupigwa kikweli. Kweli? Eh, nachokozaga mwenye maksudi. Sina bia? Kweli. Wale wanaume romantic wale na yule. Sio sana siwapendi sana. Yapenda mtu mbabe, unanisikia? Eh e, yani mtu ananiongoza. Nikiongelea babe ni mtu ambaye anaweza kuniambia amna kwenda. Yaani mimi naweza nikataka kwenda simbaye. Ila kwa sababu ni mtu anayeniruhusu kila muda. Kwa hiyo naweza nikapata hata vitu vibao nikaleta magonjwa. Lakini nikipata yule mtu mbabe, hiyo safari ina maana kaa nyumbani. Eh, natulia najinunisha, kijana anipige. Unajua hizo. Pengine sasa kwa mwaka huu sasa. Nikwambia unitajie wasanii watatu bora wa kike. Ni nani na naanza kuwataja? Pengine tuwe kama mmoja pia, utaanza kujiweka ni sawa. Naanzaje kujitoa mimi mmoja wapo. Sasa wewe. Wa pili Pili. Mwadawa nah. Basi nipe wa nne watatu, wa Amina. Amina, Amina vikoba siwa ah, wa nne siwa. Yeah. So... Wa Mashafu kwa sababu ndio naona ni bora kwangu nichague bora mm. no, mm. Sasa sioni mtu ambaye nakompeana. Alinipa wow, wakati mgumu sana kwenye kucheza nao kwa sababu wote tuko juu sana, unaelewa. Kila mtu ana mwamba wake mm nipango nipangumoa wengine, siwezi kuwazungumzia, sijakutana nao. Unajua uzuri wa mtu, ukutane naye uone, huyu mie nani mudu au aani mudu. Kwa hiyo na tulio mpaka kuja kukua sawa hivi kucheza sehemu moja, tukaelewana. Ikua ni ngumu kwa sabu watu wana vipaji sana no. Mm. La mwisho, swali so langu sasa hivi kuna tamsini nyingi ambazo zinafanya vizuri sana na zina mtindo ule, ule wa uswahili na vitu vingine kana kwa mfano dunia ukiangalia uh, kwa Mbevu, na, na tamsini zake zinazo kuja nazo sana zile uh, kuna wengine wanasema kwamba anaweza kuishindanisha na kuombolela, hivi ni sahihi ukiweza kuzifanya hivyo pamoja? Sio sahihi. Namba moja kwa huko YouTube kila mtu na kipengele eh. Eh, chao ila kwa sisi kiukweli, hatuna mpinzani jamani e. ha? msiwetu wanafi jamani, te mkaka, hatuna e. mpinzani kiukweli e. na mhitaji kujitamba wala hatuna. Mambo mengi of course tunatuona, tuna tuko simple tu, hatutaki e. kama tunataka. Yani ukisikia mm. okay, mtu kwenye tamthilia anatamba sana ina maanisha nini? Au ndo wewe unatokea siku zote, kazi iongee, sio maneno Eh, kwa si tunaonyesha sana kazi kuliko maneno. Sisi sio vitu vyetu kuongea sana. Na bosi wetu hajatufunza kwenye misingi hiyo, ya hizo nimeziona baada ya ule ujumbe wangu, wao walijisikiaje? Mimi nimeona ni mambo yao ambayo ah, hayanihusu. Mnalokatazwa hivyo kwa sisi wasanii hatukuna lokatazwa kiukweli, tusanafi Mimi ni mzazi nimeza. Hajamkataza yeah, <laughs> mtu kufanya interview nikaongea tu, tunajua ni maisha bana, sauti sasa hivi zinaeditiwa babangu yeah. So, yeah. Mambo ni mengi kwa unaweza ukafungwa kumbe kitu sicho. Eh, kwani tusiongee? Tunaongea. Nani? Eh, wewe baba. Ufanya nini? Interview. Nimeshanioji. Hey, kwa mara nyingine. Kwa nini kwa mara nyingine wakati hey, anaoji mtu mara moja, kutazama sasa hivi. Nawapenda sana, uendelee kunifuatilia kwa sababu wao bila mimi sio chochote. Mimi bila wao so chochote. Kwa endelee kufuatilia sana kazi zangu bado, asante wanisupport kwa kutoa haya baby.